Kwa sababu unajua hakuna kitu nzuri yeah. E, kama wale watu wenye walikuwa wametangulia wameenda wamekungua wameanguka, alafu nawapita tu polepole, unaanza kuwapita mmoja mmoja. Yeah. hauna pupa, polepole tu. Jana nakutana na jamaa mmoja wa Liverpool itwa Mr Umar, a friend of mine. Ananiambia bana, namuuliza itakuwaje sasa, nauliza kwa nini? Ananiambia angalia Manchester wako namba namba, mko namba ngapi sasa? Namba 4, namba 4, namba 4. Yeye ni mtu wa Liverpool. <laughs> Anaambia bana, naona Liverpool tuko number six. uh -huh. But we are playing the next 30 minutes. lose. Alafu, ni, ni, ni the second thing, uh -huh. we cannot allow Manchester United to be above us. Sala -la. Ah. Eh. Asa, kambeba sote tusubiri saa nne na saa tano uh -huh. Kabla mechi ishe nitakupigia. Okay. limpigia kushika <laughs> hey, limpigia, hakushika, hakushika. He never received my calls. Hey, I'm telling you, mpaka sasa hivi uh -huh. hajarudisha simu yangu. Ah, mapema. Mwambie bado ni mapema sana. Tulikuwa na mzee mmoja tu wa Krokodile, shabiki mkubwa sana wa rumba, e, wa zilizopendwa by the way eh. Okay. najua sasa hivi tayari mzee Krokodile akamwambia tena yale yale maneno, mzee Omar, leo mtalala, akaambia no way Manchester United cannot cannot sleep above us tonight. Sasa hivi Manchester United kuja Liverpool. Can you imagine? Nakuambia, unaambiwa mm -hmm. aliyejuu usimsubiri chini tena, mpandie huko huko juu. I'm telling you. E, kwa sababu wacha nikwambie mm. ile misemo ya wahenga yetu, msubiri atilie juu, msubiri chini, unamsubiri na yeye anajenga mnara kwenda juu, mpandie huko huko. Eh, aliye juu mfuate juu. Eh, aliye juu huko huko malizaneni huko juu. Eh, e, e, watu wa Chelsea pia mm. ah, Chelsea waliongea sana e. E, lakini tukawambia si kila timu ina uwezo wa kupiga, hii timu inaitwa Sunderland mm -hmm. Si kila timu, hayo ni mambo ya baadhi ya timu, lakini si kila timu wakasema, lakini sisi eh, sijui eh, eh, nini. Mimi wacha nikwambie mm -hmm. Historia ya Sunderland na klabu ya Chelsea uh -huh. ni historia ndefu sana uh -huh. eh, kwanzia miaka ya huko elfu mbili na tisa, elfu mbili na kumi kumi na moja enzi za wakina Asamoa Gyan wak uh -huh. wakati uko pale Sunderland, wakina Dan Welbeck wakiwa pale Sunderland akiwa bado ni kinda uh -huh. enzi hizo bado walikuwa wanasumbua Chelsea, Chelsea ambayo ilikuwa na wakina Frank Lampard, wakina John Terry, wakina eh, Petr Cech wakina eh, eh, eh, Gary Cahill yani mm. Chelsea ambayo ilikuwa very complete, lakini sahii mtasema eti nyinyi mtafanya nini sijui nini, ah, Sunderland nini. Jana wakaambiwa, wacha tuwaonyeshe kuwa sisi ni Sunderland pale Stamford Bridge wakapigwa wakapigwa mazi waliwapiga wa. Wakapigwa inaitwa hey. Ligi Liverpool... ndo imeanza Chelsea mm -mm. uh, uh, siku hizi wamekuwa wakipoteza poteza mechi ambazo ukutarajia kwamba watapoteza mm -hmm. Eh, lakini ndio mambo utafanyaje bana, sasa hatiwa. Mdomo yao ikaweza kufia tu jana mm -hmm. Eh, Liverpool nao sijui wana mikosi gani, my brother ni yeah. system badilika ni wachezaji wapya wajua Mimajua. mechi nilitizama nusunusu uh -huh. What happened? Uh, kwanza Liverpool nitasema iko chini kwa viungo vingi sana mm. Uh, ukiangalia sijui ni, ni, ni mbinu ama nini, lakini kwanza safu yake ya ulinzi mm. Ni safu ambayo imekuwa ikislip sana uh -huh. Kuna kuna defense lapses ambayo zimekuwa zikifanyika unapata sahi, the last four games mm. Liverpool hu concede bao kila before dakika 15. The last four games ina concede before dakika 15, wameruhusu bao ambapo ni, ni, ni kitu ambayo inafaa kuangalia sana, kwa sababu iwapo hawataangalia mm. watapigwa sana kwa sababu mm -hmm. hata -hmm. hata Liverpool ifanye, ukiangalia hata game ya Manchester mm -hmm. walipigwa mapema wakakomboa, lakini bado defense ikalala ikaruhusu bao da ikasalama. So I think that's how Liverpool is, kwa sababu ukiangalia mpaka game ya jana walirudi tena wakangangana wakangangana, lakini wakijaribu kurudi hivi wanapigwa. So I think Liverpool inafaa kuangalia sana Van Dijk. I think sijui ni uzee umeanza kumwingia mm. eh, lakini Salah I think it's high time Salah aenda pumzika aenda tafute klabu nzuri kule Saudia. mm-hmm. uh, apate pesa za marupurupu anapomalizia, bado ni mzuri, lakini I think we need uh, fresh blood pale Liverpool, kwa sababu mambo yanageuka. Chelsea walipigwa, lakini Chelsea kusema kweli, Chelsea wako na future, wako na wachezaji wazuri wadogo, wanataka tu nurturing kiasi na, na, na kujaribu kuwawekea Uh, watu ambao watakuwa wa, wanawaelekeza. I think Chelsea wako na wachezaji wazuri wachanga and I think hiyo itasumbua ita baadaye, lakini like Liverpool eh, walinunua mm. watu wengi lakini I think bado hawajaingia kwa mfumo wakina itikite wakinasa wachezaji wengi tu lakini bado bado wanateseka sana. E, e, e, wanateseka e, e, sana na afadhali hao wameanza mapema maanake iwapo Arsenal nao wata, wataanza kutu, kukumia hapo baadaye itakuwa hatari zaidi